Wakati kundi kubwa la watu likiingia na kushuka kwenye treni ya kisasa ya umeme ya SGR kwenye stesheni za Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma, kila mmoja anaonekana kuwa na sura ya bashasha wakiufurahia usafiri. Inakuwa ni zamu yetu sasa kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam. Ramani inanionyesha ni kilometa 7220 kwa njia ya reli kulifikia jiji. Kwenye stori zetu, mzee mmoja anaamua kutuchangamsha vijana na kutuuliza hivi, Mnajua reli hii ya SGR iliyokamilika ya Tanzania inaweza kuwa ni ngapi kwa urefu barani Afrika? Kijana mmoja mwandishi anainuka na kutoa darasa kidogo kuhusu hili, anatuambia kwa Afrika nzima reli ya SGR ya Tanzania iliyokamilika na kutoa huduma kwa maana ya Dar es Salaam mpaka Makutupora Dodoma, ni ya pili kwa urefu ikiwa na kilomita 722 yaani kilomita 422 kutoka Makutupora Dodoma mpaka Morogoro na kilomita 300 kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam. Reli hii iko nyuma ya SGR ya Ethiopia pekee yenye urefu wa kilomita 759. Nchi nyingine zote zina vipande vifupi kama Kenya yenye SGR kilomita 472, Morocco yenye SGR kilomita 323, Afrika ya Kusini yenye kilomita 80, Senegal 38 na Nigeria ina SGR kilomita 37 na zingine za nchi nyingine ambazo ziko chini zaidi. Somo likaendelea. Jamaa natuambia kwa faida ya Watanzania wasiojua, treni yetu ya SGR inatembea kilomita 160 kwa saa ambapo kwa Afrika ni ya nne kwa treni zinazotembea spidi hiyo, hapo iko nyuma ya treni ya Nigeria inayotembea kilomita 330, Moroko 320 na Misri 250. Reli ya Tanzania itakapokamilika itakuwa ndiyo reli ya SGR ndefu zaidi barani Afrika na ya tano kwa dunia nzima. Mradi wa SGR kwa vipande vyote vikikamilika itakuwa na urefu wa kilomita 2,080 ikizidiwa tu na mataifa manne duniani ya China yenye urefu wa kilomita 40,493, Spain kilomita 3917, Japan kilomita 3146 na Ufaransa 2735. Tanzania itakuwa imewaacha mbali mataifa kama Ujerumani, Uturuki na Finland ambao mwanzo walikuwa wanatajwa kama wenye reli ndefu zaidi. Pia masaa matatu yamekata na tayari tunaingia stesheni ya Dar es Salaam kutoka Makutopora Dodoma. Ah, nawaza kipindi kile kwa basi ili tulazimu kutumia masaa tisa hapa, ila leo mwendo mtelezo tu.